Aa, kwanza mimi nachukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, kwa kujalia kufika hapa, tukiwa na afya njema. Lakini pia nimshukuru Mheshimiwa Rais nchi yetu, vizuri, amani mitawala, tunaona. Kwa hiyo, ni wa nchi yetu ambaye anatuongoza vizuri nadhani nyinyi mashahidi. Kwa kutuongoza vizuri pia nilikuwa na cheo cha ambayo kinafahamika kama koplo ambao wengi ambao wamelezea kwa cheo hicho. Kwa hiyo sasa, nashukuru Mwenyezi Mungu, ah, nilipata uteule mpya na kuwa na cheo ambayo kinajulikana kama PO kwa jina lingine kama sergeant. Kwa hiyo sasa hivi koplo itaondoka, atakuwa tuko kwenye sergeant au PO. Ningependa e, sana wanatumia PO. Kwa hiyo mimi kama kama mpiganaji au kama mpijanaje, kama mwanajeshi Uh, nitaendelea kutekeleza majukumu yangu vizuri na kuendelea kuipigania kui nchi yangu. Mimi e, mkuu wa KMKM Zanzibar, Komodoro Zana Salim Singiri. Napenda nizungumzie swala la kijana wangu, askari wangu Pio Ibrahim Bacca, leo tumempandisha cheo kutoka Leading Seaman kuwaf Kwa upande wa kikosi, askari huyu kulingana na mwenendo wake wa, wa kazi tuliyomtuma au jukumu aliyopewa na kikosi, kwa sababu kikosi cha KMKM kimekubaliana na timu ya Yanga kuweza kumchukua askari wetu, kwa sababu hatukusema kwamba tume tumemuuza askari wetu kwa makubaliano tuliokubaliana, mwendelezo wake aliokuwa nao katika kikosi chetu na mpaka sasa, jinsi anavyoendelea uwezo aliotoka nao kemkemu na uwezo aliokuwa nao sasa hivi katika timu ya Yanga katika Taifa Stars, tunaona kwamba uwezo wake umeongezeka kiasi kubwa sana. Inaonesha wazi kwamba amefanya bidii ya maksudi, yeye kama yeye individually pamoja na bidii za makocha wake ambao wanasaidia kumpatia elimu na mazoezi ya kutosha kuweza kufikia viwango vya kitaifa na kimataifa. Sasa hivi Pio Ibrahim Bacca amekuwa ni gumzo na kuzungumza na watu wale mbalimbali katika visiwa vya Unguja na Pemba, Tanzania na East Africa pamoja na dunia kwa ujumla. Kwa hiyo, mashindano mbalimbali alikuwa akifanya vizuri mpaka imefikia hivi karibuni ikaonekana wanafanya mbashin mashindanisho na baadhi ya mabeki wa timu zingine kwa hapa nchini, inaonekana bado uwezo wake ni mkubwa. Kwa hilo, kama kikosi kimeona kwamba kama askari anafanya vizuri, anatoa furaha kwa kikosi, anatoa furaha kwa Wazanzibari, anatoa furaha kwa Watanzania, mtu wa aina hiyo lazima kama kikosi katika uongozi wa mwanane wa Dr. Hussein Ali Mwinyi nasema kwamba ulipoanzisha kitu kizuri basi lazima serikali ikuunge mkono. Slogan hii mimi nilikuwa nikiitumia hata kwenye swala mchezo. Kwamba unapofanya kitu kizuri basi ni wajibu wangu kama mkuu wa kikosi na mimi niunge mkono zile jitihada zako, kuweza kupa nguvu zaidi uweze kufanya mazuri zaidi. Na hicho ndicho kilichonivutia mimi kwa muda msingi kutoa maamuzi haya ya kumpandisha ngazi mojawapo kutoka LS kuwa PO kwa hivi sasa.